Tuelekee mkoani Mbeya, ambako wakala wa misitu Tanzania TFS kwa kushirikiana na jeshi la polisi na idara ya forodha imeyazuia malori 11 na jumla ya makontena 82 ili kuruhusu uchunguzi kutokana na tuhuma za uvunaji na usafirishaji wa magogo aina ya mninga maji kati ya Tanzania na Zambia kinyume cha sheria. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa mipango na rasilimali za misitu wa TFS Muhamed Kilongo, magari hayo yamekamatwa yakiwa njiani kutoka Zambia kuja nchini. Makontena sitini na mbili yanashikiliwa kwenye bandari ya Dar es Salamu na makontena ishirini yamezuiliwa kwenye mpaka wa Tanzania na Zambia, eneo la Tunduma wilayani Momba mkoani Mbeya. Mkombe Zanda ana taarifa ifuatayo. Kilongo ametoa taarifa hiyo wakati akizungumza na waandishi wa habari mpakani mwa Tanzania na Zambia, katika eneo la Tunduma wilayani Momba mkoani Mbeya, akibainisha hatua zilizofikiwa na TFS katika doria maalum ya kukabiliana na biashara ya uvunaji na usafirishaji haramu wa mazao ya misitu baina ya nchi hizo iliyoanza Desemba tano mwaka huu. Tuna magari yako njiani kama kumi na moja ambayo tumeyakamata yana magogo yakisadikia kuwa yanatoka Zambia, lakini hayana dokumenti ambazo zinathibitisha yanatoka Zambia. Lakini kuna kontena sitini na mbili ambako ziko bandarini sasa hivi zinafanyiwa tathmini ili wale ambao wanazimiliki wajitokeze ili watuambie yanatoka wapi. Kilongo amesema operesheni hiyo pia inafanywa ndani ya mipaka ya Zambia. Tumewasiliana na ndugu zetu wa Zambia, kuna kontena ishirini tumezizuia lakini tumeongea na director kutoka Zambia. Hayo magogo yanatoka Zambia, wanasema wameyaruhusu yapite. Sasa watakuja hapa waseme hayo magogo ni ya kwao, sio ya kwao, lakini tunazo document. Amesema hatua hiyo imetokana na makubaliano yaliyopo baina ya nchi hizo katika kukabiliana na biashara hiyo. Tanzania tunaruhusu magogo kutoka nje ya nchi kuingia, lakini haturuhusu magogo yetu kutoka kwenda nje ya nchi. Lakini Zambia tunayo makubaliano kuwa hairuhusiwi magogo kutoka Zambia yapite hapa, kwa sababu sheria yao hairuhusu magogo kusafirishwa kwenda nje ya nchi. Sasa kama ni hivyo, ndio maana tumeyazuia haya magogo yote yasipite mpaka watuthibitishie. Kimsingi, upitishaji wa magogo kwenye mpaka huo ni lazima uthibitishwe na mamlaka husika kupitia nyaraka zinazostahili, jambo linaloacha maswali kuwa kwa nini yanapitishwa kinyume na utaratibu. Kabla sijafanya kitu chochote, natakiwa niende na dokumenti zile. Custom, custom wakiniruhusu kwamba huu mzigo unapita, mimi ajenti, kazi yangu ni kukilia tu na mzigo kupita kwo, jambo la kukonfirmu linakuwa mikononi mwa custom ambao wanakuwa na system kwa ajili ya upande wa pili. Kilongo amesema kutokana na kushikiliwa kwa magogo hayo 424 wahusika wanatakiwa kuwasilisha nyaraka zao kwa TFS ndani ya siku 30 ili kubainisha yanatoka nchi gani, kabla ya kuchukuliwa kwa hatua stahiki. Mkombe Zanda.